Baad. Baada kumshukuru Allah tabaraka taala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunawakaribisha tena katika kipindi chetu cha elimu ya hijama, mafunzo ya hijama e, kama ambavyo tumeeleza e, katika vipindi vyetu vilivyopita kwamba hijama ni nini na ina faida gani, kama tulivyoona katika mada zilizopita, lakini ikiwemo sifa za damu na mfano wake na mm, kwamba leo katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia umuhimu wa damu, tutazungumzia umuhimu wa damu na kwa nini tutazungumzia umuhimu wa damu? Kwa sababu tiba ya hijama inaenda kutoa damu, lakini wakati huo damu inahitajika katika mwili. Sasa vipi tena inakuwaje? Kwa kwanza, tutauelezea umuhimu wa damu, na kama tulivyoona kwa damu pia ufika mahala inachoka na inabeba takataka, sumu, bakteria na vijidudu mbalimbali vya kusababisha maradhi. Basi ni muhimu pia tukaujua kwanza huu umuhimu wa damu katika mwili wa binadamu upoje. Eh, damu ni muhimu sana, damu ni kiungo muhimu mno kwa ustawi wa afya ya binadamu kwa sababu zifuatazo. Kwa maana kwamba tunapozungumzia afya ya binadamu anahitaji damu. Na damu ndani yake inakuwa imebeba viambata tofauti tofauti, inakuwa imebeba maji safi, inakuwa imebeba oksijeni, inakuwa ndani yake imebeba virutubisho, inakuwa imebeba vitamin inakuwa imebeba protini, inakuwa imebeba madini na viambata vingine mbali kadha wa kadha, ambapo hivi vyote vinazunguka katika mfumo mzima wa mwili wa damu, mfumo mzima wa mwili. Ili mwili upate afya unahitaji mzunguko wa damu katika sehemu zote. Ili jicho lione, inahitaji mzunguko wa damu safi. Ili sikio lisikie vizuri, inahitaji mzunguko wa damu safi. Ili nywele ziwe na rutuba nzuri, inahitaji nini? Mzunguko wa damu safi. Ili ngozi iwe na muonekano mzuri, inahitaji mzunguko wa damu safi ili viungo vya uzazi vifanye kazi sawa sawa inahitaji mzunguko wa damu safi, upate haja, upate njaa, upate ladha. Kimsingi, afya ya binadamu inategemea sana uwepo wa damu na mzunguko wa damu ili kuweza kuimarisha afya yake. Sasa, umuhimu wa damu ni upi? Namba moja, damu hubeba hewa ya oksijeni kutoka mapafuni kwenda kwenye seli za mwili. Kwa maana kwamba damu inabeba inapokea hewa ya oksijeni kutoka katika mapafu na hatimaye kwenda kwenye seli mbalimbali mbali za mwili. Kwa hiyo seli mbalimbali mbali za mwili, ili ziweze kupata chakula lazima zizungukiwe na damu. Kwa hiyo damu ambayo imebeba oksijeni, inakuwa imebeba imebeba imebeba vitamini, imebeba virutubisho mbalimbali, inapozunguka katika mfumo mzima wa mwili, inaenda kulisha seli mbalimbali mbali, viungo mbalimbali mbali mbali mbali, vya mwili na ndio uhai unaweza ukapatikana. Na ndio maana hii damu inapokuwa imechafuka inakuwa ni moja katika chanzo cha maradhi, kwa sababu ya umuhimu wake huo. Lakini umuhimu wa pili wa damu ni, damu husafirisha virutubisho kutoka kwenye chakula hadi sehemu mbalimbali za mwili. Kwa maana kwamba mtu unapokuwa umekula chakula, baada ya kuchakatwa kile chakula katika mfumo wa mwili, vile virutubisho ambavyo vimo ndani ya chakula zinapelekwa katika damu. Kwa damu sasa ndio inasafirisha. Kama unavyoona, jicho linahitaji vitamini A. Vitamini A haiwezi kufika katika macho isipokuwa kusafirishwa kwa njia ya damu. Kwa hiyo ile damu inakuwa imebeba vitamini A. Ngozi haiwezi kuimarika ikawa nzuri na muonekano mzuri inahitaji vitamini C. Kwa hiyo vile vile hivyo vitamini C vinakuwa vimebebwa na damu. Lakini vile vile hatuwezi tukatukana e, tukatu eh, ukafanyika tuka, mchakato wa kiafya kama ufyonzaji wa madini ya calcium na mfano wake lazima ukuwe na vitamini D. Sasa hiyo vitamini D pia vinabebwa na damu na mfano wake. Kwa hiyo tunapozungumzia umuhimu wa damu, maana yake damu ndio hufanya kazi ya kusafirisha virutubisho mbalimbali kutoka kwenye chakula hadi sehemu mbalimbali za mwili, na hatimaye mwili wa binadamu kuwa na muonekano mzuri na kuwa na afya nzuri. Huo ni, ni umuhimu wa tatu, wa pili wa damu. Lakini pia damu e, namba tatu katika umuhimu wa damu, huondoa takataka na sumu, huondoa takataka na sumu kwa maana kwamba mwili wa binadamu unapopata mzunguko safi wa damu safi yenye oksijeni ambayo imebeba virutubisho mbalimbali, basi husaidia kusafisha takataka na sumu. Na ndio maana baadaye na hii damu yenyewe yenyewe pia inachafuka, kwa sababu ya hiyo kazi inayofanya kusafisha takataka taka na sumu mbalimbali katika mwili hupelekea na damu yenyewe ikachafuka na ndiyo maana hata tunapofanya tiba ya hijama, tunaposema unaisafisha damu, maana yake unairudishia nguvu yake nguvu yake halisi ya damu, ili iweze kuendelea kufanya kazi yake ya kukusanya na kuondoa takataka na sumu katika mwili, ili hatimaye mwili wa binadamu uweze kupata afya nzuri. E, tukisema takataka na sumu, kwa mfano kama carbon dioxide ama urea na na kadhalika kutoka katika mwili, haya, hivi vitu vyote vinaondolewa ama vinasafishwa kupitia damu ambayo wewe binadamu unaitegemea sana katika ustawi wa afya yako. Lakini pia umuhimu wa nne, damu huchangia katika mfumo wa kinga kwa kubeba seli za kinga kupambana na magonjwa, kwa maana white blood cell, tunapozungumzia CD4 tunapozunguzia kinga ya mwili wa binadamu basi imebebwa na hii damu kwa damu pia inakuwa imebeba seli za kinga ambapo hizi seli za kinga zinasaidia kupambana na maradhi. Unapoona kwamba mtu ameumwa na mbu anopheles, baada ya kuumwa na mbu akaachotu kirusi tayari anapata malaria kwa haraka moja. Kati ya sababu kupata kuumwa na homa mara kwa mara za malaria ni kwamba wewe damu yako ni rahisi sana kuathirika na kirusi, kwa maana kinga yake ni dhaifu lakini kama mtu kinga yako iko vizuri, anaweza akakuma mbu akakuachia kirusi na bado kile kirusi kisipa, kisipate nguvu katika mwili, kutegemea na kiwango cha kinga zako ambazo zipo katika mwili. Kwa hiyo moja katika umuhimu wa kazi ya damu ni huondoa mzigo. Ni moja katika umuhimu wa kazi za damu ni kuchangia katika mfumo wa kinga. Kwa maana ili mfumo wa kinga uwe sawa sawa unahitaji mzunguko mzuri wa damu safi ambayo imebeba oksijeni, imebeba virutubisho, imebeba viambata mbalimbali. Unapoona mtu ana HIV, unapoona mtu ana sukari, unapoona mtu ana maradhi mengine mbalimbali kama mkanda wa jeshi na mfano wake, maana yake hawa watu wamepungukiwa na kinga katika mwili wao, na kwa maana hiyo mzunguko wao wa damu unakuwa ni, ni mdhaifu sana na hata zile dawa wanazokula za kemikali moja katika msaada zinaenda kusaidia uwe mzunguko wa damu ili angalau aweze kusurvive na maisha. Lakini tunasema kwamba kupitia tiba ya hijama inakuwa ni the best zaidi, kwa sababu ile uchafu unaenda kutoa nje na hatimaye mwili wa binadamu unabaki ukiwa, ukiwa safi kwa damu. Katika umuhimu wake wa damu katika mwili wa binadamu, husaidia sana katika mfumo wa kinga. Na kwa sababu gani? Kwa sababu ya kubeba seli, eh, kwa kubeba seli za, za kinga kupambana na magonjwa mbalimbali. Lakini umuhimu wa tano katika wawimu wa damu hudhibiti joto la mwili. Joto la mwili. Ili joto la mwili liwe katika kiwango chake, lani unahitaji mzunguko wa damu. Ukiona mtu anaona baridi katika wakati wa joto, maana yake kwamba mzunguko wake wa damu umekuwa dhaifu, ndio maana anasikia baridi, ndio maana tunasema huwa atakuwa na homa, ataenda hospitali atapima, basi akipima ataonekana kwamba ana homa. Lakini au mtu ukomona wakati wa baridi afa anasikia joto, maana yake huwa hana mzunguko mzuri wa damu. Tutampeleka hospitali ataenda, atapima, ataonekana tatizo lake ni nini. Kwa hiyo kiufupi, kwamba damu pia yenyewe husaidia katika kudhibiti kiwango cha joto. Joto la binadamu halitaki kuzidi sentigredi thelathini na saba. Likizidi zaidi ya hapo, maanake tayari ni mgonjwa, na likishuka chini ya hapo, maanake pia ni ni mgonjwa. Kwa hiyo inatakiwa damu iwe izunguke katika mfumo mzima wa mwili kwa ajili ya kusafirisha joto la mwili na kuweza kudhibiti kiwango cha joto katika mwili. Kwa maana hiyo, afya ya binadamu inakuwa imetulia na anakuwa, anakuwa na nguvu, lakini pia anaweza kusurvive na maisha yake kama kawaida. Kwa hiyo tunapozungumzia umuhimu wa damu, damu ina umuhimu kwa sababu hizo tano, kwamba hubeba hewa ya oksijeni, husafirisha virutubisho huondoa taka na sumu, huchangia katika mfumo wa kinga, lakini pia hudhibiti joto la mwili. Kwa hiyo kufikia hapa, kipindi chetu cha leo, naomba niishie hapa. Mimi daktari wako Omar Kamna, mkurugenzi wa Kamna Hijama Clinic Centre, lakini pia ni dokta mkuu katika Kamna Hijama Clinic Centre Tunashughulika kliniki yetu kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu ya hijama, lakini pia tunatoa huduma ya mafunzo ya elimu ya hijama kwa wale wenye kutaka kujifunza kwao, tunawakaribisha sana ili kuweza kuwa wataalamu sahihi ambao mtafanya kazi kwa ufanisi na kwa matokeo yaliyokuwa mazuri. Kufikia hapa, hatuna la ziada, tunawakaribisha sana katika Kamna Hijama Clinic Center kwa huduma za matibabu pia na kwa huduma ya elimu ya mafunzo ya hijama. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.